Karibu tena mtazamaji. Hisia zilimzidi mamake mtaalamu wa maswala ya usalama Mwenda Mbijiwe miaka mitano baada ya kutoweka kwake kwa njia zisizoeleweka, Jane Gatwiri akisema anaamini kuwa mwanawe yungali hai, akiitaka mahakama ya Milimani kuwaagiza maafisa wakuu wa usalama kumwasilisha mtoto wake kotini. Ode Francis na taarifa hiyo kwa kina. Uchungu wa mwana aujuae mzazi ndiyo hali anayoipitia Jane Gatwiri, mamake mtaalamu wa maswala ya usalama Mwenda Mbijiwe ambaye alitoweka mnamo Juni tarehe 12 mwaka 2021, mama huyu akiamini kuwa mwanawe yungali hai I send my son is So you can say whatever you want, but I know my son is with the police. Akiwa mbele ya mahakama ya Milimani, Gatwiri anadai kuwa watu waliomteka nyara mwanawe ni maafisa wa polisi wasiokuwa na sare rasmi katika mtaa wa Roysambu alipokuwa akielekea nyumbani kwao Meru. Kwa uchungu alielezea mahakama kuwa ana imani mwanawe yu hai, na sasa umetimia wakati wa kumshurutisha inspekta wa polisi pamoja na idara ya jinai DCI kumwasilisha Mbijiwe akiwa hai au la. This is

Hadi sasa haijulikani kwa nini alitoweka Mbijiwe alitambulika kama mtaalamu wa maswala ya usalama na mara nyingi alionekana kwenye vyombo vya habari akizungumzia maswala hayo yanayohusiana na usalama. Mara ya mwisho Mbijiwe kuonekana hadharani ilikuwa Juni tarehe 10 mwaka 2021 alipokuwa ametoka katika kituo kimoja cha redio hapa nchini. Mahakama sasa inasubiri kutoa uamuzi wa wake kuhusu ombi la mamake Mbijiwe. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi I